Biwi la simanzi limetanda katika mtaa wa mabanda wa Kawangware baada ya jamaa mmoja kudaiwa kuwaua dada wawili katika eneo la Kabiru mtaani humo. Inadaiwa kwamba kisa hiki kilitokea baada ya mtoto wa jamaa huyo kutoweka miezi miwili iliyopita, jamaa huyo akidai dada hao ndio walikuwa wamemficha mtoto wake. tumeingia usiku kwa nyumba kwangu na matata zangu kuingia hivi, ninapigiwa simu na mmoja ya marafiki zangu anaitwa Levi Ngozi, ananiambia leo na Rebeka, uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Ati unasikia? Mimi nasikia yes, Esta na Lona wamekufa. Kulingana na majirani ni kwamba walishtukia mayowe kutoka nje mwa nyumba zao mwendo wa saa tatu usiku wa kuamkia leo, na walipotoka nje wakakumbana na maiti za dada hao mwilini wakiwa na majeraha ya visu. Na maana ya jirani ni nini? Ukisikia maneno ikifanyika nje ama watu wakikimbia, si unatoka nje ujue ni nini kabisa. Unaweza waacha watu watoke damu hivi, watu wauawe wawili safari moja. Mimi nasikia ndugu kutoka nje nikakuta watu wamenaliza chini wote, hata sijui mwenye aliwaua aliendaje ama alifanya nini. Inadaiwa kuwa baada ya jamaa huyo kutekeleza mauaji hayo alitoweka mara moja akiandamana na mkewe na mwanae, majirani wakisalia na majonzi wasijue pa kumpata mshukiwa huyo, kitendawili cha mauaji hayo kikisubiri kuteguliwa. Kulingana na maafisa wa polisi wa eneo hilo, uchunguzi kuambatana na kisa hicho ungali unaendelea huku mshukiwa akisalia mafichoni. Katika kipindi cha mwezi huu pekee, kumekuwa ripoti za mauaji mjini Kisumu, ambako mwanaume alimuua mkewe na watoto watatu. Mji wa Kisii, jamaa mwingine pia akamuua mwanaye na kuacha mkewe na majeraha mabaya, hali ambayo inaashiria maswali kuhusu ni nini haswa kinachofanyika katika jamii. Zubeida Kome, KTN.